Hiki ni mojawapo ya viwanda vikubwa vya uzalishaji wa bidhaa za vinywaji kusini mwa jangwa la Sahara kinachozalisha soda na juisi zenye chapa ya Azam ikiwemo ice cream. Kiwanda hiki kina uwezo wa kuchakata matunda takribani tani mia moja hamsini kwa siku kikiwa kwenye eneo lenye ukubwa wa hekari 17 na hapa tunashuhudia sehemu ya uchakataji wa matunda hayo yanayozalisha kila aina ya juisi inayoonekana hapa. Kiwanda hiki kinatumia maadhimisho haya kutoa habari njema kwa wakulima wa matunda hapa nchini. Kama mkulima ana uwezo wa kukulima akaweza kujaza mzigo truckload, kwa sababu sisi hapa hatupokei mzigo kwa matenga. Yaani the minimum quantity tunaochukua hapa ni kuanzia gari la tani saba. Sasa hivi tunaongeza ukubwa wa kiwanda hichi cha food processing kutoka tani average ya tani saba kwa siku mpaka tani kumi na saba kwa siku, tunaongeza extra capacity ya tani kumi. Kwa hiyo tuna uwezo wa kudabo kapasiti ya kununua maembe hapa. Mkurugenzi wa mahusiano ssb anaelezea utaratibu unaotumika kupata matunda kwa wazalishaji wa ndani pamoja na mambo muhimu ya kuzingatia. Utaratibu tuliokuwa nao ni kwamba kwanza, wakulima wana vyama na wakulima wanaotoa supply hapa wana chama ambacho wanajiunga nacho. Baada ya hapo, wakisha kuwa wakitambuliwa, sisi tuna aina ya maembe tunayo yanunua ambayo yanafaa kufanyiwa processing kwenye facility yetu. Kwa hiyo kwanza tunataka mahitajio ambayo huwa tunataka ni kwamba mtu kabla ya kutuletea matunda ajue sisi tunachukua matunda ya namna gani. Mbali na hayo kampuni hii ya Azam Food Products inaendelea kujivunia uzalishaji wa juisi za aina mbalimbali mbali ambapo kwa sasa wameitambulisha juisi mpya ya Tamtam. Juisi hii ina aina, kwa sasa tumeanza kuzalisha tukiwa na ladha tatu. Tuna ladha ya Tropico, tuna ladha ya banana ya ndizi, lakini pia tuta kuna ladha ya chungwa ya pineapple hii ni uh, ingizo jipya kwenye bidhaa zinazozalishwa uh, na makampuni yetu ya Bakhresa. Wakuu wa idara mbalimbali nao wameelezea shughuli za uzalishaji kiwandani hapo. Tunapakia katoni laki tatu kwa siku, laki tatu kwa siku. Siku ambayo tunaona tunasema leo mauzo sio mazuri sana laki mbili na hamsini mpaka laki mbili na arobaini. Miaka hamsini tunasemea vizuri sana, imetupa vijana ajira, tunaweza kuendesha maisha yetu mu mtaani kupitia hivi, kupitia Azam ice cream. Naishukuru sana. Kilele cha maadhimisho ya miaka hamsini ya Bakhresa Group kinatarajiwa kufikia tamati Agosti mwaka huu jijini Dar es Salaam. Tumie Omari, Azam News, Dar es Salaam.